Nilijaribu kuwa jasiri, nikabaki kwenye giza nikiamini asubuhi itachomoza. Ina maana usiku wote, unataka nianze kupiga makelele mpaka majirani watusikie? Jamani, maisha gani unanipelekea haya? Unaenda wapi saa hizi? Unaona lapau, toka. Unatoka, unaenda wapi? Mchana kutoka, nusu toke. Chazi, kumbuka nimekupigia simu tangu mchana na nimekwambia mimi nakuhitaji na, na kuja huko. Hivi kwangu mimi sina maisha. Sina kitanda. Nina maisha mazuri kushinda hata maisha yako. Lakini nimekuja hapa kwa sababu ninakuhitaji. Nahitaji penzi letu lidumu. Labda nikuulize swali, Chazi. Hivi katika haya maisha kuna mwanamke yote ambaye anakupa furaha, kushinda furaha anakupa mimi? ambao inapelekea kuniacha mimi huku ndani na kwenda kutafuta furaha nyingine nje. Mtaniuka muuaji mimi kama utaendelea kuifanyia hivi. Hofu na mashaka yako mtakuua. Wewe unaniona msaliti. Unanishutumu kwa kila kosa. Ni kosa kidogo tu Tuchukulie wewe ni mtakatifu? Vipi hilo jasho lako? Umechoshwa na nini? Jasho lako linanuka ukatili mtupu, linanuka hofu. Kwa nini unakuwa na hofu? Tuko wawili humu ndani. kwa nini unaingiza mashaka na hofu? Unanipa wasiwasi mkubwa, unanipa mashaka ya penzi langu. Naisi kabisa, naibiwa. Hili penzi halina usabiti haliko thabiti Shazi, naomba unielewe, mimi ni mpenzi wako. Chansa, naongea hivi na maanisha na umia. Hebu angalia, ni mwanamke gani? Ni nani ambaye anaweza kuacha maisha yake mazuri na akaja kwako? Naomba ntezame, na maanisha na kuhitaji.

Kwa chumvi yanogi hata umtie magadi yule halainiki. Nimejitahidi, nimechoka si, yes no, kwa kwa anayonifanyia. Ndio maana nimekuja kwako nishauri jidaya hivi, huyu mwanaume anataka niuwe kimya kimya au anataka niuwe kwa preshani ya diputi tu, nimedondoka u anataka ni unaishi na vita moyo wako, unaishi na vita shoga yako, na unajiteketeza wewe mwenyewe. Unataka hiyo maumivu unayopitia unataka na shemeji ayapitie hivyo hivyo? Umenielewa? Tofauti, mimi sihitaji apitie maumivu napitia, na nahitaji awe na furaha, na ndio maana nimeenda pale, ili radi tu tuongele kwa wema, kwa busara, penzi letu liendelee, lakini mwenzangu hataki kunielewa kabisa. Yani ananichukulia mimi kama vile mwanamke yani sijui ni mwanamke wa dini gani. Ninakupenda unajua, lakini kwa hili sina cha kukushauri. watu wanaolala kitanda kimoja, wanajifunika shuka moja siku zote, unaweza ukawashauri, baadaye wakaja kukatana, wakaona wewe ni mgombanishi. Kwa hiyo ulipoanzia au mlipo yaanzia mkayamalize wenyewe, kwa sababu unaweza nikakushauri mimi hapa Baadaye nikaja nikaona wewe ukaja ukaniona mimi nilikuwa nataka muachane na mume wako. Sina cha kukushauri. Yani e, eh, idaya daya. Ndio mimi. Ni daya wewe wa kunisaliti mie. Kumbe kuna muda unaboa eh? Kuna muda una kera eh? E, na hii saluni mimi yeah. Kuja hapa ndio mwisho. <gulia> na siji tena hapa kwenye hii saluni yako. Eh, wewe mwanamke gani usiokuwa na fadhila kwa shoga yako. Ah, unashindwa kunisaidia mimi au msaidie wewe gube gube hilo. Nitakusaidia nini kwenye maisha yako hiyo? H sehemu ya iliyochandani nimpenda zaidi ya maisha nikasahau kujiokoa mwenyewe.

Kila ninapokosa simu yake moja. Nimechoka, nimechoka kupendwa kwa mashaka, na badala yake kupendwa kwa imani. Ina maana mimi peke yangu nimezaliwa kuja kuteseka kwa wenye mapenzi. Basi jaribu kuunguza na moyo wako, nikasahau kujiokoa mwenyewe nilijenga makao moyoni mwako. Kamera mwanangu, mbona unamtesa sana? Ukimwona kwa kimya unasema ni msaliti Ukimkuta kazini unamvunjia heshima baba. Ina maana haupo pamoja na mimi, upo upande wa Chazi, mnamtetea Chazi na mnashindwa kuniangalia mimi, mtoto wenu. Unanigeuka baba, nilitegemea utakuwa pamoja na mimi, utafuata kile nachokitaka mimi. Ina maana mmeniita hapa kwa ajili ya kunisema haya? Mi nataka niwambie kitu kimoja baba, Chazi nyinyi hamumjui ila namjua mimi. Unaniumiza baba, mama, nateseka siku zote nyinyi mnaniona kama mimi mbaya, lakini Chazi ni mbaya. Chazi ukimya wake ndio unasababisha mimi nione kama na wanawake wengine, na ni ukweli sio uongo. Baba fungueni macho yenu, mama liangalieni hili. Nateseka mtoto wenu, kwa nini nashindwa kuwa pamoja na mimi? Mwanangu, mm, Pamela, usitumie isia mwanangu, tengeza tukio. Nilijua na wewe utakuwa upande wangu mimi, kumbe unaungana na baba. Kwa nini lakini mnanifanyia hivyo? Ina maana mmeniita hapa kwa ajili ya kunisema na si kwa ajili ya kunipa faraja la moyo wangu. Nateseka na mapenzi na nyinyi wazazi wangu mnanitesa tena, nachoka. Hii penzi limekuwa la kwangu la misukosuku kwa penzi la kuniumiza, nitashindwa kuyavumilia mapenzi ya Chazi yananiumiza, na maneno yenu wazazi pia yananiumiza. Ya nifanyie nini mimi? Kwa nini lakini, lakini? Uh.

Nikusamehe, nikusamehe kitu gani? Chazi kila siku unahitaji msamaha kutoka kwangu. Nimesamaha mingapi ambayo nitakupa wewe ili uweze kunielewa? Naomba uniambie, nimetoa misamaha mingapi kwa ajili yako? Lakini bado unanichukulia mimi kama mpumbavu, unanichukulia mimi kama sina akili. Kwa nini lakini, kwa nini unanifanyia hivyo Niambie. mm-hmm. Pamela, machozi yako ni mvua ya asila, unalia kama yatima. na kwa nini unanikumu kama moja ya maadui zako? na kuhukumu, unazungumzia kukuhukumu? ina maana huoni haya unaonifanyia? huoni ukatili unaonifanyia mimi? unataka nikuone mwema, unataka nikuone kama mtakatifu wakati ni adui kwa nini lakini? Chazi, una sura ya kishetani. Na kuchukulia, wewe ni ibilisi kwangu. Siwezi nikakuchukulia ni mtu mwema hata siku moja. Chazi, tambua, mimi Tambu ni mtu wako wa muhimu sana. Tambua na kupenda na kuliko, niendelea kukuona kwenye macho yangu, ni bora uniuwe, niume Chazi mleauaiina uaaaaunazungumzia kisu? Unazungumzia kisu? Tambu wa moyo wangu ulishakufa kwa siku nyingi sana. Sihitaji kufa kwa mara ya pili. Mimi ni mfu Upendo wangu kwako ulisha kufa hata bila kisu, wa ushaniuma, nimekufa mimi. Mimi si chochote tena mbele yako. Basi tambua kitu kimoja, kama hii ndio njia uliyoichagua, basi na mimi nitachagua njia yangu tofauti na njia uliyoichagua, na katika mji wako huu

Pale moyo unapojifunza kulia bila sauti sehemu <coughs> <coughs> ya tiliyochangani ni mpenda zaidi ya maisha, nikasahau kujiokoa mwenyewe, nilijenga makao moyoni mwake.

Wakati mwingine kuondoka ndio njia peke ya wapenzi <coughs> <coughs> <Ches. tose> wa kupona mwisho wa mwanzo. Wapenzi yetu nilijivunia sana yes. Nikaona nimepata maumisaii katika maisha yangu, sikujua kama nilikuwa naidanganya na nafsi yangu. Sikuelewa kabisa, sijui nikuwa mjinga dizaini gani mimi jamani. Lakini kwa sasa nashukuru Mungu, nimeweza kujigundua mimi ni nani, na nimeweza kufahamu pia wewe ni nani ili, yani kumbe uongo wote nkuwa nawaambia ndugu zako marafiki zako, kwa nimepata maneno wa thamani sikutegemea, kama uongo yaani wayamna kitu kabisa. Kwanza hauendani hauna mvuto. Ah. Labda nikwambie kitu kimoja chasa. We ni mwanaume wa karatasi tu. Yaani ukiguswa kidogo tu unachanganyikiwa kabisa, unapoteza mwelekeo kabisa, yaani <laughs> oh. Mwanaume mwenye mvuto nataka, ila nataka nikwambie kitu kimoja. Hiyo karatasi unayozungumzia wewe, ndio karatasi inayotumika kuandikiwa uongo. Huyo chanzo unamzungumzia hapa, wow. unaweza kufanya, ukanifedhesha mimi, mtu mwenye pesa zangu. <coughs> Ya, nimegundua kitu kimoja kwako, kuwa endapo utadanganywa kidogo, wewe unaamini hivyo. Jua kuwa nakutania tu, kabisa naweza nikafanya chochote kibaya juu yako. Sasa unaanza kwa nini unashindwa kutambua kwa mimi ni kwani? Nataka tu nikuchallenge, nimefanya yote hapa kukuonea huruma tu, nisikilize. Pamela, sihitaji msaada wa huruma yako na sihitaji maneno ya chuki na sumu kwangu. Na leo ndio nitajua thamani yangu bila kivuli chako. Mbona sikuelewi? Ina maana kukwambia maneno hayo tu ndio umekuwa mkali kiasi hicho eh? <laughs> Unanishangaza ujue, sitaki kuliamini hili. Mimi ni mpenzi wako, mimi ni mwanamke wako. Ina maana kujukutaniana

ni pale moyo unapojifunza kulia bila sauti. sehemu sa ya tiliyochangani Nilimpenda zaidi ya maisha, nikasahau kujiokoa mwenyewe, nipenda makao moyoni